2025 siku ya uchaguzi, watu wamepigwa risasi, na mkuu wa nchi anasema nguvu iliyotumika ndio ilio iliyopaswa kutumika, kwamba ilikuwa nguvu halali ya kutumika ukizingatia matatizo yaliyokuwepo, watu wanakimbia, wanapigwa risasi. Watu wamepigwa risasi majumbani. Shehe Majini amepigwa risasi, wapi? Nyumbani kwake, miaka 65 baada ya na halafu huna haya, unasema kwamba ndiyo nimepata kura asilimia 98, kwa sababu vile vyama vikubwa havikushiriki, kwa hiyo wanachama wake walienda kunipigia kura mimi, kwamba Tundu Lissu yuko gerezani ushiriki uchaguzi, nasema kwamba wanachama wa Chadema kwa kuwa hawakuwa na mgombea mwingine wakaenda kunipigia kura mimi, ndio maana nimepata asilimia tisini na nane. Vyama vingine ni vidogo vidogo vilivyoshiriki. Mama Samia, nakueleza chama cha Kafu sio chama kidogo, tafadhali sana. linalonisikitisha mimi ni kwamba katika kipindi hiki kirefu bado hatujapata mfumo wa demokrasia, na chama cha CCM kimekuwa sio chama cha siasa, kimekuwa ni chama cha dola. Yeyote anayeshika dola ndiyo anakuwa kiongozi wa chama. Nataka tuwe na na, na, jina la hayo ni maandamano au ni vurugu? Maandamano tuliyoyazoea na tuliyoyakubali ndani ya katiba yetu ni yale, watu wameudhika na kitu tunaomba tuandamane, tujieleze, tutatoka pointi moja, tutakwenda zetu mpaka mnazi mmoja au popote pengine na mabango yetu yanaeleza maudhi tuliyoudhika nayo, na polisi wanawasindikiza vizuri mpaka wanapofika, wanaeleza wanayoyataka, wanatawanyika kwa salama, wanakwenda zao. Lakini haya ya kuunguza miradi ya serikali, vituo vya polisi, na kwenye kituo cha polisi unakwenda kufanya nini? Ni kwenda kuvamia na wapate silaha. Madhumuni ya kuwa na silaha mkononi ni nini? Lakini unaunguza biashara za watu binafsi lengo ni nini? Haya, haya ni furugu. Kwa hiyo haya hayakuwa maandamano, zilikuwa ni vurugu zilizoandaliwa kwa madhumuni maalum. Sasa katika hali hiyo, lakini tujiulize jengine, kwa nini siku ile ya uchaguzi? Katika hali hiyo serikali ina wajibu tunaapa kuilinda nchi hii na mipaka yake, kulinda usalama wa raia na mali zao, na katika hali hiyo nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Sasa tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? ilikuwa tuwaangalie waandamanaji wa waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Hapo patakuwa pana dola kweli? Dola haiko hivyo, na hayapo Tanzania peke yake. Tulishashuhudia kwa wenzetu, waandamanaji wengi wanaingia njiani, na wakiingia njiani, serikali ikiona uandamanaji unakwenda pasipo, wanaweka nguvu kubwa.